Mombasa, katika siku zilizopita ambayo ni siku tatu nne, kumekuwa na uhaba wa maji, na kule vile vile upande wa Jomvu wana karibu mwezi mmoja, kumekuwa na uhaba wa maji, hawajapata maji. Asubuhi tumekuwa kule Mikindani, tumeonana na wananchi wa Mikindani tukiwa na wenzangu ambao ni G4 Peace Kenya. Tumekuwa na Habiba ambayo ni MD wa Mowasco wa tumekuwa kule Mikindani pamoja na mwakilishi wao machifu, madam bcc na tumekubaliana njia mwafaka ambao tutahakikisha kuwa maji imerudi. Vilevile tuna leni yetu pale Baricho Mashete hapo njia kwenda Jaribuni, tumekuwa na bast kubwa na hizi burst si hati zinatokea leo ama kesho. Hizi burst zimekuwa rampant kwa sababu zinakuwa continuous, na kitu ambacho kinasababisha hizi leakages ni zile line zetu ambazo zinatupatia maji. Kwa mfano tuna laini yetu ambayo ni ya Marere. Hiyo line ilitengenezwa mwaka wa 1923, so hiyo line imekaa miaka mia moja na mbili. Vilevile tuko na line ya Mzima ambayo ilitengenezwa 1957. Sasa hiyo line nayo imekaa kiwango cha miaka sitini na nane. Sasa ukiangalia hizi line ni za zamani, na kipindi kile ambacho line zilipokuwa zikiwekwa watu walikuwa kidogo na matumizi ya maji yalikuwa kidogo. Hivi sasa tuko mwaka wa 2025, watu ni wingi, demand iko juu na maji yanatikikana kwa wingi. So hapo ndio tuna shida kubwa sana. Line zetu ni za kitambo, demand iko juu, ndio inaleta ilo shida ya mipasuko ya mabomba ya maji hapa na pale, manake kama vile leni ya mzima inakutu imeoza. Lakini kwa uongozi wake bora Abdulswamad Sharif Nasir tumetoka kwa kikao pamoja na wenzetu wa Coast Water ambao yuko kiongozwa na bwana Hamud, ako kwa hapa na timu yake, na tumekubaliana kuwa hizi leakages tunarepair, na hivi tunavyoongea watu tayari wako kule viwanjani, watu tayari wako kule kuhakikisha kuwa leakages zinakuwa repair. Na, na nataka niseme natupa masaa 24 maji itakuwa yameregeshwa Mombasa nzima. Tumekuwa na kikao na ttaiki gava na Mombasa Bwana Besamal na, na timu yake e, ambao ni waziri wa maji na engineer Kim ambao ni chief officer wa maji. Tumekuwa na kikao na tumezungumza tukakubaliana kwamba zile leaks bas, tumekubaliana vile ambavyo zitatengezwa na gavana amejitolea kwamba iko kuna fasiliti zile zote atasimamia, ili maji yaweze kupatikana. Tukizungumza hivyo hapa, ni kuambia kwamba watu tayari wako mashinani, kazi zinafanywa, na tunatarajia maji kwa wakati wote yatashuka kama vile inavyopaswa. Kwa hivyo tungeomba tu wananchi wawe na subira, wakati kazi inafanywa, tukisubiri maji yashuke. Hii ni Anisa TV.